A sound from Jombe, place to be. Ukweli ni kwamba chuki humuumiza yule anayehifadhi. Hiyo ipo wazi na ndio maana wale wengi ambao waliishi miaka mingi walikuwa wakidumu kwenye tabasamu na kuwa na moyo wa msamaha. Hilo unalijua, na kama unalitambua, na kwa nini chuki zako unaziweka katika mtima na bado unawambia watu wasameheane saba mara sabini. Kama unasamehe saba mara sabini, basi wewe unaingia katika orodha ya wale ambao hawahifadhi chuki, hivyo nakupa pongezi na hongera, kwa sababu chuki haijengi, chuki hailipi, na chuki itakufanya usahau yale yote ya mazuri. Na si unajua kwamba kila kitu kikizidi ni tatizo, unajua kwamba hata furaha ikizidi nayo ni matatizo pia. Basi kila kitu kiwe kwa kiasi, kama ambavyo tumeambiwa tuwe na kiasi: kiasi cha kula, kiasi cha kunywa na hata kiasi cha kuongea. Yule ambaye tuliambizana na tukakubaliana ni wakati wa kuomba ha, kwa ajili ya mvua, alinifurahisha kwenye jua kali katikati hali ikiwa ni ngumu, hali ikiwa ni nzito, yeye akaja na mavuli. Watu wakamshangaa, watu hawakuelewa ni nini ambacho walikuwa anataka kukifanya. Kumbe ile ndio inayoitwa imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, iko bayana kabisa. Ndivyo ambavyo yule aliyekuja na mavuli, ndivyo alivyoamini Imani yake ilikuwa inamtuma kwamba kivyo vyote vile lazima mvua itanyesha. Ndio maana tukakubaliana tuweze kufanya dua na sala, na sala ni gumu kupingwa mbele mwumba, ya Muumba ambaye yeye anajua kile kiasi ambacho tumebakiwa nacho, hasa cha muda na hata dakika pia tulizobakiwa nazo, yeye anazijua, hivyo hawezi kumwacha mja wake aangamie. wale waliojenga madaraja makubwa madaraja marefu, walikuwa wanatumia magari makubwa, kutumia muda wao mwingi kufikiria ni namna gani hiyo njia inaweza ikawa, naweza kufika kule. Lakini hivyo, unajua kwamba yale magari makubwa ambayo yalikuwa yanabeba mizigo mikubwa kwa ajili ya kupitisha zile nyaraka kubwa na zile nondo, mwisho baada ya daraja kukamilika na yao yalibebwa kama mizigo hii. Ndo dunia, ule mzigo mzito ambao wanasema wape Wanyamwezi wa ubebe. Sasa umegeuka, watoto wanaobeba, vijana wanaokimbia. Lakini kama utakimbia majukumu usifikiri kwamba hiyo itakufanya wewe upate hukumu. Hapana, tena big no. Na kama ulikuwa unajiuliza maisha ni nini, nitakwambia maisha ni big if. Kama utaniambia furaha ni nini, nitakwambia furaha ya kweli ipo kwenye kutoa. Umetoa nini kwa ajili ya wengine? Umetoa nini kwa ajili ya ndugu jamaa na marafiki, au umetoa manunguniko? Oh. so kesi so mbaya, kwa sababu huo ni mzigo mzito ambao Wanyamwezi wamebeba, lakini hata Wangoni nao pia wanabeba mzigo mzito, na ndio maana kesi nyingi za Wangoni zinajulikana Sio masuala ya wangoni tu, hata wabena na wahehe nao hizo kesi zinawahusu vipi? Katika ile kesi ambayo ulihusika mara nyingi zaidi katika na katika ile kesi ambayo walisema wewe unatabidi uwe mtatuzi wa hayo masuala, ni namna gani uliweza kuhusika? Jamii, watoto, rushwa, umaskini na kero nyingine ambazo zinazidi kuwa kubwa kila siku, na vipi uchaguzi wako ni upi? Umeamua kuchagua usingizi, ama umeamua kuchagua mkono wako usiweze kufika katika kinywa, licha ya kwamba ni muda wa kula msosi mzuri ule upendao? Oh, kumbe ipo wazi na inajulikana, elimu haina mwisho, elimu ni bahari. Lakini vipi, mbona wale wenye miaka sitini, wenye miaka sabini wakija darasani mnawashangaa na kuwaona kama wao hawastahili kupata kile mnachostahili kupata? Oh, Kumbe hayo ni matabaka na hayawezi kuisha kama vile ambavyo tuliambiwa. Pointi zitabaki kuwa ni zile zile, forced labor, taxation, low level of education, low payment, bila kusahau kwamba swala la lack of capital. Kama lack of capital itakuwa ni pointi ya msingi ambayo itahitaji maelezo mengi basi wengi tutafaulu na wengi tutapiga zile hatua ambazo tulikuwa tunahitaji kupiga. Lakini vipi, umeshafikiria kwamba kuna watu wana mitaji na hawajui wafanye nini, na wapo ambao hawana mitaji na wanajua wafanye nini, lakini wamekosa kufanya hicho kwa sababu hawana mtaji? Hayo oh, ndio maisha. Ni kama vile vidole, vidole vitano havifanani kwa ukubwa wala kazi na matumizi yake. Kuna kile kidole cha shahada na kile kidole ambacho ni kidole gumba matumizi yake ni tofauti kabisa. Um. umepata mambo mengi ambayo nadhani ni mazito. Hayo ni madhira ambayo yanakufanya wewe ukate tamaa, ufikirie kuondoka pale ulipo, na muda mwingine unafikiria wazazi walikosea kukupa hilo jina, kwa sababu hilo jina limekuwa likikupa shida nyingi sana. Vizuri, uliwahi kupata muda wa kuuliza kwa nini walikuita hilo jina? Na je, unajua ni nini ambacho walikuwa wanakifikiria juu yako wewe na wewe unafanya nini kwa ajili yao? Wazazi walikupa muda na walikwambia usome, na walikwambia kwamba inabidi upambane, kwa sababu wao wanaamini elimu haina mwisho, lakini wewe uliamua kuacha yale madaftari na kuyakunja madaftari ambayo walinunua kwa jasho kubwa na machozi. Walikupa nguo nzuri uvae siku ya sikukuu, walikupatia chakula wewe ule, na wao wakakwambia kwamba wao wamekula, licha ya kwamba hawajala. Huo ni ukweli. Kwa nini wanafanya hivyo? Upendo wa mzazi hauwezi ukachuja. Upendo wa mzazi kwa mwanaye, upendo wa mzazi kwa mtoto ni mkubwa sana. Na vipi, ulishawahi kusema kwamba ni bora ungezaliwa sehemu nyingine na usiache kuzaliwa hapa Tanzania? Oh, ulikosea. Tanzania ni amani na upendo. Tanzania ni nzuri ambayo ina vitu vizuri ambavyo vimekufanya wewe uwepo hapo. Usijutie kuwa Mtanzania kwa sababu Tanzania ina mlima Kilimanjaro. Na Tanzania inaziwa Victoria, ambalo ziwa Victoria tuliambiwa ni chanzo cha mto Nile ambao huu ni mto Nile ambao upo kule Misri ambapo kule hawao wanafanya mambo makubwa na mazuri licha ya kwamba ni sehemu ambayo inajangwa. Ushafahamu, unafikiri kwa nini wewe umekuwa hapo, na kwa nini umejua kwamba Tanzania Minchi ni nchi yenye amani na upendo. Basi, kuna Tanzanite, kuna almas ambao wengi wanapenda kuita diamond, basi thamani yako na wewe ni kubwa sana na ndio maana tukienda Jombe lazima tufike mto Ruhuji, kuangalia yale maporomoko ya maji ambayo siku zote yanafanya wengi wafurahie na kuondoa zile stress.